Kuna nyakati na majira magumu chini ya jua, lakini kuna nyakati unaweza pita katika anguko na lile anguko likawa ni kubwa. Na unaweza ukaanguka katika kiroho, unaweza ukaanguka katika uchumi, unaweza ukaanguka katika elimu, unaweza ukaanguka katika mahusiano. Yote haya ni maanguko, chochote ulichokitegemea -cho -cho kinaweza kikawa anguko lako. Ninajua unapita katika eneo ambalo si la kawaida na watu wanaekuzunguka wanakuzomea, wanacheka kwa sababu ya watoto wako mahali walikofika, wanacheka kwa sababu ya ndoa yako mahali ilikofika, wanacheka kwa sababu ya maisha yanayokuzunguka lakini, mababa, huyu nasema usifurahi eh adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Semina tunaanza kesho. Mungu akupe neema, tukutane kesho. Wetu na baba yetu, tunakushukuru kokowe ni Mungu mwaminifu, hakika fadhili zako ni kuu na uweza wako unapita akili zetu. Umetuita tena tusogee mbele za uso wako kutafakari na kujifunza kutoka kwako. Bwana, tupe neema katika juma hili, tunapokaa mikononi mwako. Tufundishe we mwenyewe, Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu, utujalie kusimama katika ukamilifu, ukitufundisha katika ufahamu wa rohoni, tuzidi kukupenda wewe na kulitumikia kusudi lako. Kaa pamoja nasi Bwana na useme na maisha yetu sasa na milele yote amen naomba uchukue nafasi uketi wakati unaketi kama utakuwa na biblia yako fungua mika mika sura ya saba mstari ule wa nane hata ule mstari wa kumi na tatu ingawa mimi nitaanza kusoma mstari wa saba lakini nataka tuweke neno letu mstari wa nane hata ule mstari wa kumi na tatu mika saba saba hadi kumi na tatu mimi nitaweka msingi wangu kwenye mstari wa nane lakini nasoma Mika saba saba hadi kumi na tatu. Neno la Mungu linasema, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atasikia. Usifurahi juu yangu, e adui yangu, niangukapo kapo nitasimama tena, nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitavumilia ghadhabu ya Bwana kwa kuwa nimemwasi, hata atakapoteta teto langu na kunifanyia hukumu; atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hili, na aibu itamfunika yeye, aliyeniambia yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama sasa; atakanyagwa kama matope Njia kuu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwapo Segerea kwa miaka saba sasa, lakini nimesikia kiu ya kutaka kusema na kanisa la Mungu na nimesema semina hii nitafundisha mimi mwenyewe. Nafundisha semina hii nikiwa na kiu ya kutaka kusema na kanisa la Mungu. Usifurahi juu yangu e adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Ndio nachotaka niseme kwa muda wa siku hizi. Kuna nyakati na majira magumu chini ya jua, lakini kuna nyakati unaweza pita katika anguko na lile anguko likawa ni kubwa, na unaweza kaanguka katika kiroho, unaweza kaanguka katika uchumi, unaweza kaanguka katika elimu, unaweza kaanguka katika mahusiano yote haya ni maanguko, na sababu chochote ambacho umekishika kinaweza kikawa ni anguko lako. Chochote ulichokitegemea kinaweza kikawa anguko lako. Nimeanzia taifa la Israeli, ingawa nitapata nafasi katika semina hii kutembea katika maeneo mbalimbali, lakini nimeanza na taifa la Israeli. Taifa la Israeli lilichukiwa na majirani yao na majirani zao waliwachukia kwa sababu ya mambo makuu matatu. Jambo la kwanza walichukiwa kwa ajili ya imani yao, walitangaza wao na Mungu anayewapigania maadui zao, na majirani zao waliwachukia. Sababu ya pili, waliwachukia juu ya manabii wao waliokuwa wanawapa taarifa za Mungu juu ya maisha yao. Na jambo la tatu, walichukiwa kwa sababu ya mshikamano wao, walishikamana sana Israeli, na maadui zao walichukia maadui zao hawakupenda kuona mafanikio yao. Maadui zao hawakupenda kuona jinsi ya furaha yao, na kwa sababu Israeli alifanikiwa sana, Israeli akafika mahali akamwasi Mungu. Alipomwasi Mungu Israeli wa Babeli wakapata nafasi, wakawachukua Waisraeli wakawapeleka uhamishoni Babeli. Waisraeli wakawa watumwa wa Babeli, maadui zao wakafurahia kwa sababu Israeli alionekana amemalizika. Israeli anaonekana tena hana mahali pa kutegemea. Wamisiri walifurahi sana na washuru walifurahi sana, ndipo Mungu anamwinua Mika. Anapomwinua Mika, Mungu anasema na Mika anasema lipo tumaini tena, na Mika anasema juu ya mataifa yale, na Mika ndio anatupa huu ujumbe: usifurahi e adu yangu, niangukapo nitasimama tena. Segerea nisikilize, Mungu atakuinua tena. Ninajua wanapita katika eneo ambalo si la kawaida, na watu wanayekuzunguka wanakuzomea, wanasema, kiko wapi? Tulijua mwisho wa watoto wake. Wanacheka kwa sababu ya watoto wako mahali walikofika. Wanacheka kwa sababu ya ndoa yako mahali ilikofika. Wanacheka kwa sababu ya kazi yako mahali ilikofika. Wanacheka kwa sababu ya biashara yako mahali ilikofika. Wanacheka kwa sababu ya maisha yanayokuzunguka. Lakini matafahui nasema usifurahi eh, adui yangu niangukapo mimi nitasimama tena. Kuna kusimama tena, Segerea mwaka ishirini ishii na sita kuna kusimama tena. Haijalishi maadui zako anafurahia anguko lako, haijalishi maadui zako anasemaje juu ya nguko lako. Ni kweli umeanguka, ni kweli huna matumaini, ni kweli umepoteza vitu vingi, ni kweli huna mtu wa kushikamana naye, ni kweli maisha yako yamefika mahali yamekuwa na mashaka furahi adu yangu, niangu kapo nitasimama tena. Nipo kukusimamisha tena, Segerea, nisikilize, nina siku sita za kusimamisha tena. Sijui unapita katika eneo gani. Mungu anasema na mimi, sijui unatembea katika maeneo gani. Sijui maadui zako wanafurahia kwa kiwango gani. Sijui maadui zako wanacheka kwa kiwango gani, wanapoona maisha ya watoto wako, wanapoona maisha ya familia yako, wanasema: amemalizika, atauza kila kitu Dar es Salaam, atarudi kijijini. Harudi mtu hapa, tutabakia hapa hapa maana yeye ambaye amekutipa anajua nyakati zetu, anajua mwisho wetu. Wacha wafurahi, lakini mwisho wao watafika mahali watakuja kukwambia, siyo yule ila huyu ni mwingine, amebadilisha. Yuko hai, na kwa sababu yuko hai, yeye atafanya yuhai hai. Jehova yu hai milele, mataifa siponi

wamekuvua nguo ishirini ishirini na sita semina hii watakuvisha wenyewe nguo. Walifika mahali wakasema sio kitu. Segerea semina hii, wewe ni kitu. Usifurahi ee adui yangu, ni angukapo nitasimama tena nitasimama tena, nitasimama tena, nitasimama tena. Mipire, nitasimama tena, nitasimama tena. Kwenye biashara, nitasimama tena, nitasimama tena. Kwenye ndoa, nitasimama tena, nitasimama tena. Kwenye kazi, nitasimama tena, nitasimama tena nitasimama tena, nitasimama tena kwa ajili ya kipaji ambacho Mungu amenipa. Nitasimama tena, nitasimama tena. Walionichoka, walionikataa, nimeanguka waliniona nisiyepaa, waliniona kama ni mtu mbaya, ni matope. Lakini adui yangu, ninakwambia yuko Mungu wangu atanisimamisha tena. Kweli nimeanguka, lakini saa hii ni saa ya Mungu wangu kuniinua tena. Usifurahi ewe adui yangu, niangukapo nitasimama Hebu mtikisa jirani yako mwambie, nitasimama tena. Nita mwambie tena, nitasimama tena, nitasimama tena. Mwambie nitasimama tena. Hapa sio mwisho, kuna kuinuliwa tena. Ninawaambia siku zote na hata leo, acha niseme katika maisha, usifike mahali kutazania watu wote watasema mema kwa ajili yako. Katika maisha kuna nyakati ngumu zinapita katika maisha kuna nyakati za kukatisha tamaa. Katika maisha kuna nyakati za kufika mahali unalia, hutamani hata kuche asubuhi, unatamani iwe jioni, jioni unatamani iwe asubuhi. Jambo hili nimekwisha lisema kaja unavyokaa kwenye maisha, ukikaa hivi anasema amekaa kwa kulinda, usiasikiliza anayesema amekaa kwa kulinda, maana ndio ukaji wako. Ukikaa hivi anasema amekaa na majivu, usiasikiliza anasema umekaa kwenye majivu. Ukikaa na anasema kwamba kaja, lakini anataka kuondoka, usiaskiliza anaesema kakaa kaja, anataka kuondoka. Vakavokaa watu waakacha kusema, usifurahi adui yangu niangu Mungu atanisimamisha tena na hiki hi kiti na hiki hi kiti. Mungu atakusimamisha tena, Mungu atakurudisha tena, Mungu atakufanyia tena fadhili, Mungu atakufanyia tena muujiza, Mungu atakufanya tena ishara, Mungu atakufanya si tena ajabu, Mungu atakufanya tena njia mahali ambapo hakuna njia, Mungu atasimama tena. Usifurahi ewe adui yangu, kwa sababu niangukapo, nitasimama tena. Oh, nimeanguka mara mbili, nimeanguka mara tatu, lakini liko tumaini la kusimama tena. Mpe Yesu makofi asubuhi ya leo. na kuna watu wamekaa wanazungumza, wanazungumza na wewe, unadhani wanazungumza mambo mazuri. Ukiwapa kisogo, wanasema tulijua atakuja kutukopa zamani. Yule alikuwa na maisha mazuri, kiko wapi? Kiko wapi? Kiko wapi? Yule tulikuwa tunasubiri tu aijiona, alikuwa anajifanya mjanja, eti nafungua duka pale pale nyumbani kwake, liko wapi lile duka lake? Kalifunga mwenyewe. Mchezea Dar es Salaam, wewe usifurahi. Adui yangu ni yangukango, nitasimama tena. Naliona duka lingine linafunguliwa, hadi hadiwaa lingine linafunguliwa. Naona mafanikio ya maisha yako, naona jinsi Mungu anavyokufanyia njia, nafugo na njia mitoto yake alikuwa naniuzi nyini alikuwa anafungia getini, eti anafungia ndani, kilikuwa pesa. Yule wa kwanza kapata mimba, yule wa pili kapata mimba, yule wa tatu akaishia vile vile, watoto wangu wanavyolewa watoto wana wangu wanaoenda wana hey. Katika ndoa kila siku na Biblia utasanga kanisani hali na mungu Mungu lolote wanafurahia, unapopita katika eneo ugumu, wanafurahia unapita katika mashaka una, lakini haijalishi hata mtoto akazalia nyumbani, semina hii atafuatwa hapo hapo nyumbani, semina hii watakuja hapo hapo nyumbani. Haijalishi ya kwamba mtoto akazalia nyumbani, Mungu atakuinulia, atakuinulia nafasi, atakuinulia fadhili, atakuinulia wema a angopapo nitasimama tena. Ikizaa jirani yako mambie, nasimama tena, nasimama tena na kuna watu ana roho ya wivu tu. Ukijipendezesha kuna mtu anakasirika, kwa nini umejipendezesha? Ukivaa nguo nzuri, watu anakasirika, amevaa nguo nzuri, kwa nini? Ana wengine wanasema tu, tazama gonya, aitaki kumpendeza kama katika mci wa mgomba gani ile siku sikaawap skziezananguza kituruki sikatoka mazese ikatokaa kako iko wapi? ni acha nivaa hivyo hivyo, mwenzako Mungu amenitengeneza, mwenzako Mungu amenifanyia njia. Unafurahia maumivu yako, unakaa kwenye majungu, unapika majungu, unakutana na watu hili seu ni mabaya. Nataka nikwambie semina hii, watanyamazishwa, watafungwa midomo. Semina hii hawatainua kauli juu yako. Wanafurahi sasa lakini Aminahii, nataka nikupeleke hatua moja mbele usifurahi, eh adui yangu, niangukapo, nitasimama tena. Nitasimama tena, nitasimama tena, nitasimama tena, nitasimama tena, nitasimama oh, tena nitasimama, tena nitasimama, tena tena nitasimama, tena nitasimama, tena nitasimama tena. Nikweli mahali nipoanguka kuna matope. Ni kweli mahali nilipoanguka hapapai pamechafuka. Ni kweli najiuliza, kasemamaje? Ninakutia moyo, lipo tumaini. Israeli akafika mahali akasema, Mika tundujie Mungu. Walipomrudia Mungu mataifa yale mengine waliokuwa naona ya kwamba Israeli wamemalizika, wakaenda kuomba msaada. Paa, usitake kuondoka kabla watu wajaja kuomba msaada. Yale wale waliosema ya kwamba iwezekani wale wale waje kusema kwamba nataka unisaidie. Wale wale waliosema ya kwamba mfungie mfungie kiwanja chake hiki, mfungie hapa, hakuna barabara. Ukitaka barabara nunua. Mfungie hapa, hakuna mahali pa kupita, kiwanja chake kinashia hapa, tunaweka hapa, mfungie huyu hapa. Hata nataka nikwambie, wata acia wenyewe watasababisha upite mahali ambapo walikuzuia wengine. Wamechimbiwa mashimo, wanasema kipita ataanguka, na wameweka tanzi, wanasema ataanguka, utaanguka. Mshiriki nasina nakomia, Mungu atakusimamisha. Waliweka tanzi, wataingia wao nao, utavuka na Mungu anasimama juu yako. Mungu atatembea pamoja nawe. Usifurahi nianguka, nitasimama. Ni ho sinatosha. nilikuwa na pasha semina tunaanza kesho. O, nilikuwa na pasha semina tunaanza kesho, kama nimeshapasha, ushanielewa. Mungu akupe neema, tukutane kesho. Nataka niwaambie, nimekaa miaka hii, nataka nifanye semina ambayo nitakumbusha katika hatua ambayo hujawahi kuvuka. naandaa semina ya kulipa kisasi kwa shetani juu ya alivyokutesa. Mchungaji wako sana anakuja kulipa kisasi na kulipia kisasi. We njoni kulipie kisasi. Usifurahi adui yangu niangukapo, nitasimama tena. Simama kwa miguu yako. Yesu nipendayi wako zako wamekufunga mpaka na minyororo, Mungu ataenda kuikata hiyo minyororo kwenye semina hii. Maadui zako umefunga kwa pingu, Mungu ataenda kuvunja hizo pingu. Maadui zako wameenda mpaka kwa wachawi, Mungu atawafanya wachawi wasikuone katika maisha yao. Maadui zako wamekupigia lamri na kutaja jina lako natamani jina lako lisitaje tena kwa wachawi na kwa waganga. Maadui zako wanatarajia kuona unajiua, utajiua, Mungu atakusimamisha tena. Maadui zako wamefanya fitina, wako mbioni kufungua kesi kwa ajili yako, Mungu atakusimamia shauri lao litavunjika. Maadui zako wamesimama wakiwa nakusudia mabaya kwa ajili ya hata watoto wako. Mungu atawalinda watoto wako na mabaya yote. Wanatamani ufike mahali uweze kuomba msaada kwao, msaada ukiwa unalia. Hutaenda kwao, wao watakuja kwako. Sema nyuma yangu, ee Bwana Yesu, nasogea mikononi mwako, naomba rehema zako juu ya maisha yangu. Maadui zangu wamefurahia sana mahali nilipopita, lakini Mungu wa rehema, naomba rehema zako niongoze, wewe mwenyewe nishike, wewe mwenyewe unipe neema yako katika mahali ninapopita. Nisikuache Mungu wangu nikaenda uhamishoni na maadui zangu wakafurahi juu yangu. Nishike Mungu wangu, na kuniongoza, nijalie Mungu wangu nisimame tena. Roho Mtakatifu uniongoze katika haya niyaombayo, niyapokee ya yawe yangu. ishirini na sita ni mwaka wangu, ili Mungu katende na kusogelea Bwana. Na umesema wote wajawa kwako, hutawatupa nje kamwe. Na mimi nakuja kwako, usinitupe nje kamwe, amen. Mungu, tubariki na kutuongoza sasa na hata milele, amen. Tuketi.